Salam, Net Event 2025, nuru ya matumaini. Mungu ni mwema sana, ametupatia tena nafasi ya kuweza kukusanyika siku ya leo. Kutokana na somo la jana, naamini kuna wengine wameshaanza kumwomba Mungu awapatie kichefu chefu cha kuwa na ngono mahali pasipo sahihi ambapo Mungu hakuambia wawe nayo. Wangapi wanaombea kichefu chefu? hey. Mbarikiwe sana. Sasa leo tuna um, somo linayotuambia tabia tisa zinazochangia katika kuvunja ndoa. Tabia tisa. Wanaonisikiliza, unaweza kuwa wewe hapo ulipo ni binti au ni kijana, una mchumba, unatarajia kuolewa. Somo hili linaweza likakusaidia kwa sababu utachukua tahadhari kwa haya tunayoyasema lakini pia kama wewe uko ndani ya ndoa na uko mguu mmoja nje, mguu ndani, ukifikiria habari ya talaka, ninataka kukuomba kwamba rudisha kwanza miguu yote ndani, ili tutafakari pamoja, tuone kama kuna jambo linaweza likafanyika. Lakini pia kama wewe ni mwanandoa mzoefu, uko ndani ya ndoa na mambo yanaenda sawa, basi Wakenya wa huwa wanasema kanyagia hapo hapo, uko vizuri. Uendelee. Na eh, somo hili kwa, kwa ufupi ni, ni kama kukupatia muhtasari wa yale ambayo tumekuwa tukijifunza. Unaweza usipate kitu kipya kabisa kwa sababu yote tumekwisha kuyasema. Sasa, ndoa ndoa inahusu kuungana, sio kutengana, wala sio talaka. Ndoa maana yake watu wanapaswa waishi pamoja kwa kujaliana, na kwa kuheshimiana, kwa kupendana na kwa kujaliana, kila mwanandoa. Kama wewe umeshakuwa mwanandoa au kama umekuwa ukichunguza, wengi wanaanza vizuri na furaha tele. Huwa ninaangalia wasichana au vijana wanapo, uh, wasichana wanapopewa ile uh, pete ya engagement wengine machozi yanawatoka, wanajisikia vizuri, hisia za furaha za kusikia kupendwa, mhemko unakuja, wanafurahi sana. Nimeona vijana wakipigia magoti wasichana, kwa sababu ana a, hawezi akasubiri, anamwona huyu ndio mrembo, ndio kipenzi cha maisha yangu. Na kwa kweli baada ya hapo huwa kuna mambo yanafanyika haraka haraka haraka haraka, harusi zinapangwa na wanafungwa. Siku ya kufunga ndoa kuna viapo, kuna maagano yanafanyika. Utawasikia wakizungumza ninakutwaa wewe fulani, uwe mke wangu, uwe mume wangu halali kwa ndoa, nitakupenda nitakutunza, katika ugonjwa, katika afya si ndio? Katika utajiri katika umasikini. Haya maneno yanasikika ni mepesi sana wanapoyazungumza, lakini yana kilo nyingi nyingi sana. Wale ambao mko katika ndoa, mnakumbuka kabisa kwamba uliyachukulia kwa wepesi, lakini umekuja kuangalia uzito wake ni mzito. Wakati fulani nilikwambia, uliposema kwamba katika ugonjwa, pengine ulifikiria ni mafua, ulifikiria ni kuumwa tumbo, hukufikiria ni kansa, hukufikiria huyu mtu atakuwa kipofu, hukufikiria huyu mtu kuna siku atakuwa na mguu mmoja, au utamsukuma kwa wheelchair, au atapooza. Hukuyafikiria mambo kama hayo, lakini ukasema hadi mauti itakapotutenganisha. Lakini pamoja na hayo yote ndoa nyingi zimezimishwa na kutalikiana. Yale matumaini mazuri yameondoka, hayapo tena. Na sasa ninataka ku, kukuambia kwamba pengine unajiuliza kwamba eh, labda Tanzania sisi tuna nafuu. Tanzania tumekuwa eh, tunafahamika kwa ukuo wa wastaalabu, watu wa taratibu, watu wa pole pengine unaanza kuhisi kwamba hapa talaka huenda sio tatizo. Ni, nilisoma um, e, m, e, utafiti mmoja ambao umefanywa na Watanzania wenzetu mtu anaitwa Kazungu na, na Byaro mwaka 2023 umeandikwa na tatu walikuwa wakiangalia um, mwenendo wa talaka kuanzia elfu mbili kumi na nane mpaka 2022 na na mbili wakagundua kwamba kwa kweli taraka zinaongezeka na wakakuta, kwamba sababu ni zipi, wakasema ukatili katika familia, kuterekeza, ulevi, uzinzi, kutoshelezana, kuto, kwa tendo la ndoa eh, masuala ya pesa, migogoro, mawasiliano, mambo ambayo yote tumekuwa tukiyajadili hapo, wivu eh, na wasiwasi na kuto kujitoa kwa ajili ya mwenzi wako katika ndoa lakini wakakuta kwamba matano yalikuwa yakiongoza hapa Tanzania: ukatili, kutelekeza, uzinzi, uh, kutotoshelezana kwa tendo la ndoa na migogoro, ndio yanayoongoza. Na nimekuja ku, nikasema ngoja niendelee kuangalia ni dodose, nikaangalia gazeti la Citizen kwenye, kwenye mtandao gazeti la Citizen liliangalia jinsi um, Uh, habari za taraka zinavyoendelea kuongezeka hapa uh, Tanzania. Wakaona kwamba kati ya mwaka 2022 na 2023 zimeongezeka kwa kiwango cha asilimia 93.7, yani karibu 98. Hiyo ni kasi sio ya kawaida, kwa sababu wanasema taraka zilizosajiliwa mwaka 2023 zilikuwa mia nane na sita uh, tofauti na mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ambazo zilikuwa tu mia nne arobaini na saba na unajua hizo ni zilizokutwa katika RITA ila kuna wengine wameachana kiholela huko hatuwajui kwa hiyo namba ni kubwa zaidi na wanasema kwamba kiwango cha talaka kinachangiwa na mambo mbalimbali mbali ikiwa ni pamoja na momonyoko wa maadili na kutoelewa kuwa ndoa ni dhamana ya maisha. Vijana wanaangalia Hollywood, wanaangalia mitandao ya kijamii, wanaangalia Ulaya, wanafikiri aa, e, hayo ndio maisha, lakini ni momonyoko wa maadili. Nikaendelea kuangalia e, gazeti lililoandikwa mwezi huu wa tano nasema kwamba serikali ya Tanzania inachukua hatua kutokana na ongezeko kubwa la ndoa kuvunjika na viwango vya talaka a, a, a, anasema Rita imesajili ndoa mia sita sabini na tano e, zinazotaka kutarikiana kati ya e, Julai mwaka jana na mwezi wa nne mwaka huu ndani ya miezi tisa tu ndoa mia sita na sabini na tano. Kwa, kwa ongezeko linaloonekana ni la asilimia mia moja na kumi na sita tunaenda kwa kasi kama ya ndege, na sasa najiuliza. Alafu nilipojaribu kuangalia, wanasema maeneo ya pwani, pwani inaongoza inaongoza kwa taraka ukilinganisha na sehemu zingine, na walio, wanao wanaofanya taraka sio kwamba ni wapagani, sio kwamba ni watu wasiomjua wa Mungu. Wamo Wakristo, wamo Waislamu, na, na ukiangalia hivi unasema kwamba sababu ni nini? Ni, ndio kile alichokuwa kikisema mhubiri wetu wa jana kwamba kwenda kanisani au kwenda msikitini hakukutoshelezi kuwa na mahusiano ya kina na Mungu, ni mpaka kuwe na badiliko la moyoni. Sasa ongezeko hili limesababisha wito wa juhudi mpya, ili ni gazeti linazungumza hata, siyo mimi nasema, za kuimarisha familia na kukuza elimu ya maadili miongoni mwa wanandoa, hasa kupunguza athari mbaya kwa watoto. Serikali inawatakia inawataka viongozi, wazazi na walezi kuendeleza uvumilivu na kutatua changamoto kwa njia ya mazungumzo. Naipenda hii serikali inayohubiri Bwana Yesu asifiwe. Wamezungumza vizuri sana. Sasa tutaenda haraka, kwa sababu muda wetu ni mfupi kwa namna fulani, ili ni tuone kwamba sasa tutazuiaje hili janga kubwa namna hii ambalo linazivunja ndoa kila kunapokucha na ni kwa namna gani tunapaswa kulinda ndoa zetu, ndoa yako na ndoa yangu. Jambo la kwanza, tutaangalia hizi tabia tisa, nitazisema kwa haraka na utakapokuwa ukisikiliza, jaribu kutathmini kwamba katika ndoa yako hizi tabia zipo. Kama ipo hata moja, ukaishughulikie mapema, kwa sababu kitanda unavyokitandika ndivyo unavyokilalia. kwa hiyo tusikilizane kwa eh, tabia hizi. Ya kwanza ni kuwa msiri eh, na shughuli zako mtandaoni. tuliongea juu ya usafi wa kidijitali. Kuna watu ambao wana siri nyingi katika simu. Simu zimevunja ndoa nyingi. Mara tu unapojikuta una mazungumzo ya mtandaoni au kutembelea tovuti ambazo huna amani, kama mtu mwingine anakuona unapoziangalia, mtu mwingine asipate habari zake, tayari uko kwenye tatizo. Mtu anaweka mashaka, anaanza kupunguza kukuamini, ana, anawaza kwamba huyu mtu ni kitu gani anaficha, tayari inaleta eh, wasiwasi kwa mwenzi wako. Kwa hiyo simu janja na mitandao ya kijamii, matumizi ya intaneti vinaweza kuwa zana nzuri za kutusaidia katika mawasiliano, za kutusaidia kujenga urafiki, lakini pia zinaweza zikakengeusha fikra na kuleta vishawishi hatari ambavyo vinaweza vikazuru ndoa yako. Kwa hiyo tunapaswa kuwa waaminifu na wawazi ili simu zetu zisiwe ndio um, Ki, eh, zisiwe ki, sababu za kuvunja mahusiano katika ndoa. Jambo la pili ni kugawana kila kitu chake na changu. Tuliongelea katika habari ya, ya pesa, matumizi ya pesa. Kwamba huyu anasema hivi ni vyangu, hivi ni vyake. Nyumba ile ni yangu, hii ni yake. Um, eh, shamba hili ni langu, hili ni lake. Gari la kwangu, huyu la kwake Ukianza kujitenga namna hiyo katika vitu mnavyotumia kwa pamoja, mnajipanga eh, mnajipanga kutengana. Kwa hiyo eh, vitu kama akaunti za benki, mambo ambayo mnayapenda na hayakubaliani haya, mmoja anapenda kanisa, mwingine anapenda kilabu, mwingine anapenda marafiki wasio na utulivu, mwingine napenda warafiki wazuri wa, wa, wa wanyenyekevu wa cha Mungu. Tofauti hizi zinaweza zikaleta migogoro na kuwa na katika hatari ya kuanzisha maisha tofauti kabisa. Um, jing, uh, kwa hiyo ndoa inahusu watu waungane, lakini siyo kutengana. La tatu ni kuweka ndoa kando wakati wa malezi ya watoto. Tulijifunza kwamba wanawake hasa wakati wa, wanapokuwa katika umri wa kulea wanajali sana watoto, mawazo yao yanaelekea watoto, na kwa hiyo wakati mwingine ni rahisi kuwasahau waume zao, na hata wanaume pia pamoja na wake zao wanaweza kujikuta kwamba akili zao zote zinaelekezwa mtoto ale nini, mtoto avae nini, kumwadibisha mtoto, mtoto aende shule. Sasa nasema hatimaye watoto wanapokuwa, wanaweza kugundua kwamba kumbe maisha yote walishatengeneza e, wazi na utengano mkubwa kwa sababu kila siku alizoea akifika nyumbani anaeza watoto wamelala, watoto wamekula, lakini haulizi mwenzangu, umeshindaje? Kwa hiyo hilo linaweza likachangia katika kuten, kutenganisha ndoa. Um, sawa kwa hiyo watoto ni zawadi nzuri lakini zawadi hii isitutenganishe, maana mtaendelea kuishi pamoja eh, hata baada ya watoto kuacha eh, kutoka nyumbani. La nne, kupeana mabaki. mabaki ni kwa nini? eh, kama muda ungenitosha ningekwambia watu wanakuwaje wakati wanapokuwa katika mahusiano wakichumbiana, mawasiliano nayo ni, ni mazuri. Hata kama wakiagana, wanasindikizana, akifika anamuuliza umefika, anasema sijafika, na ndio wameachana tu dakika mbili. Akifika nyumbani hata kama amelala, anamuuliza umelalia ubavu gani? ah, umeshasinzia? Wanasindikizana, wanaongea hadi kuna pambazuka lakini wakishaoana mtu anasafiri anamaliza wiki, hata hajaulizwa ulifika salama. Kwa hiyo um, wa, watu wanafurahia huko nje, wanacheka wana, wanapeana taarifa wanawasiliana kwa simu, wana, w, unajua, wanajua, mtu anajua habari za watu wa nje, marafiki, wafanyakazi wenzake, lakini sio watu wa nyumbani. Akifika nyumbani amechoka, hana hamu, hana nafasi. Watu wa familia wanapata makombo, wanapata mabaki. Kwa hiyo, katika ndoa hakikisha unatoa vilivyo bora kwa watu wa nyumbani mwako ili ndoa idumu. Ndoa ni urafiki, pasipo na urafiki ndoa inajiandaa kuanguka. Maana unayempenda utamjali, utamhudumia, utam, utampatia upendo, utamhurumia. Na kwa hiyo eh, usitoe mabaki kwa familia yako, toa vilivyo bora. La tano, la tano ni kushikilia kinyongo na kutunza kumbukumbu kumbu mbaya. Hili ni tatizo la kutosamehe, tatizo la kutoomba msamaha. Maneno au matendo yetu yanapo yanapo, yanaposababisha madhara, tunahitaji kuwa na wepesi wa kukubali makosa na kuomba msamaha. Kuna wengine katika ndoa wanashindwa kutoa neema, hawana nafasi ya kuondoa uchungu na kwa hiyo ile, zile changamoto zile hasira yale makosa ambayo wameyatunza yanaweka mizizi. Kwa hiyo uhasama una, una unaimarika, na kwa hiyo yale maumivu ya zamani yanatumika kama risasi katika mabishano. Anakukumbusha ya miaka kumi, anakukumbusha ya miaka mitano. Kwa sababu hiyo uadui una, unaota mizizi na unakuwa na kina zaidi. Uh, la sita ni hivi: kuamini hisia zako zaidi ya ahadi zako. Wazungu wanapenda kusema kwamba, ah, sijisikii tena kumpenda, uh, hisia zangu zimepotea, nilikuwa nampenda zamani, na kwa hiyo nasema mimi naondoka. Mimi yamekwisha. Niliwahi kusikia sto, uh, kisa cha mtu ambaye alifunga ndoa asubuhi, alikuwa ni mwalimu mahali fulani chuoni uko katika nchi za wenzetu, na halafu wame, wamehudhuria ndoa yake asubuhi. Jioni wakamwona anatembea peke yake, wakamwambia ah, bibi harusi yuko wapi? Akasema It's over. Lakini amefunga ndoa asubuhi, imeishaje? Mligombana nini? Na mwefunga ndoa leo? Kwa hiyo siyo hisia, tunapaswa kutumia akili, kutumia ile dhamana ambayo tuliweka, kile kiapo tulichokiweka kiwe na maana katika mahusiano. Kwa hiyo kile ile ki, dhamana tuliyoiweka mbele za Mungu, mbele za mashahidi wengi, mbele za marafiki, mbele za wazazi na mbele za wapenzi wetu zinapaswa kutusaidia kuendelea kudumu, kujali, bi, uh, kujali wenzi wetu bila kujali tunachokihisi. Kwa hiyo hiyo nguvu ya ahadi tunayoitoa itusaidie kuendelea kustahimili na kuwa wavumilivu, kama nilivyosoma serikali ya Tanzania ikituambia kwamba tuhamasishe malezi na kuhamasisha uvumilivu kati ya wanandoa. Lakini la saba ni kufanya uamuzi bila kumshirikisha mwenzi wako. Hili tulishalizungumza, maamuzi makubwa uh, yenye kiburi. Unasema si lazima nimwambie, kwa sababu wewe una elimu, kwa sababu labda wewe una pesa, au kwa sababu wewe umempima ukamwona kwamba yeye mawazo yake si mazuri kama unataka kujenga nyumba yenye furaha, shirikianeni katika kufanya maamuzi makubwa, mtajenga ndoa yenye afya. E, la nane ni hii hapa: kujaribu kumbadilisha mwenzi wako. Hapa tulisema hivi kwamba umemkuta mwenzi wako amekomaa, yeye ana umri a, nilimsikia mchungaji hapa akisema kwamba ana meno thelathini na mbili, amekamilika, alishakomaa kabisa. Sasa huwezi kumtegemea akawa kama wewe, na wakati mwingine ni, tunapaswa kukubali kwamba mtu anapokuwa tofauti na wewe sio lazima awe mbaya. Tofauti zinatusaidia katika kujengana. Kwa hiyo usipambane kumbadilisha mwenzako, ila ukijibadilisha unaweza ukaokoa ndoa. Unaweza u, ukibadilisha ule mwitikio kwa tabia za mwenzi wako inaweza ikasaidia. Mliwahi kusikia kisa cha mtu mwanamke ambaye alikuwa anapigwa mara kwa mara anapigwa mara kwa mara alipoenda kwa mganga akaenda kwa mganga wa kienyeji amsaidie kumdhibiti kum, kum, kum huyo mwanamme yule mwamganga akamsikiliza akaona huyu mwanamke anaweza kuwa chanzo akamwambia chukua mzizi huu nimekupa weka kwenye glasi ya maji unaposikia mume wako anaingia kunywa yale maji weka mdomoni na usiyameze huu mzizi utakusaidia na kweli yule mwanamume akaja na mbwembwe zake na, na fujo yule mwanamke kimya, anashanga huyu mwanamume, anashanga huyu mwanamke. Vipi, mbona haongei? Na kweli zile fujo na ugomvi wa mwanamume ukapu, ukapungua kabisa na ukaisha. Yule mga, yule mwanamke akaenda kwa mganga kumshukuru Akasema mgango umenisaidia ule mzizi umenisaidia. Akasema ule mzizi haukuwa na kitu, na maji hayakuwa na kitu. Mzizi ulikuwa ni mdomo wako, ni ulimi wako. Kwa hiyo unapobadilisha tabia unaweza ukaleta, unapobadilisha mwitikio wako kwa mwenzi wako unaweza ukafanikiwa kuliko kujaribu kumbadilisha mtu aliyekwisha kukomaa. La tisa na la mwisho lakini yapo mengi, tumeweka tisa tu hapa, kwamba ni kupanga mkakati wa kuondoka. Kuna mwingine akiona jambo vitisho, nasema mimi nitaondoka nyumba hii, au wamekwaruzana kidogo, nasema mimi hunifai. Ukianza kuweka kimoyomoyo, unaangalia, unasema yule naweza ne, ukaanza kupenda mtu mwingine wa nje, unaweka moyoni kwamba mimi ya kichacha nitatoka, unajiandaa kwa kutoka kweli. Sasa, baada ya kusema haya, kuna matumaini. Bwana Yesu asifiwe! Ipo nuru ya matumaini. Iko wapi? Ni kwamba kama wewe au mwenzi wako mnahisi mmewahi kuonyesha moja ya tabia hizi katika ndoa yenu, nataka mjue kwamba bado hamjachelewa kubadilika, kunawezekana. Ndoa inahusu kuungana na taraka inahusu kutengana. Muamue kutandika kitanda vizuri ili mkikilalia mkifurahie uamuzi wa kufanya fanya uamuzi leo usitishe migawanyiko usitishe um, e, e, ile kutengana uweke umoja na Mungu atakusaidia kadiri mtakavyoshiriki pamoja ndivyo ndoa yenu itakavyoimarika na wale ambao mnapanga kufanya um, kufanya eh, ndoa kuunganisha, shughulikieni haya mambo kabla hamjaingia kwenye ndoa, kwa sababu Mungu anachukia kuachana. Ndiyo kitabu cha Malaki sura ya pili fungu la 16 anavyosema, anachukia kuachana kwa sababu kuachana kuna haribu sura yake aliyoiweka ndani yetu. Kesho usikose usikilize tutakapojifunza juu ya madhara ya talaka. Bwana wabariki. Mungu tunakushukuru kwa yale ambayo umetuwezesha kujifunza siku ya leo, utubariki, yakapate udongo wenye rutuba katika mioyo yetu, katika jina lake Yesu, Amen. Nyayo za mpekuzi leo zimesafiri hadi kufika eneo la Ilemi hapa mkoani Mbeya, imekutana na afande Elibariki Daudi. Huyo ni mtumishi wa jeshi la polisi anayesimamia ulinzi na usalama katika kata ya Elimi. Elibariki